Na mtazamaji, karibu kwenye awamu nyingine ya darubini, na hebu tuangazie taarifa nyingine ambapo muungano wa kupinga ukatili dhidi ya wanawake umetoa wito wa kushirikishwa kwa watu walio na ulemavu katika uundaji wa sera na miongozo, ili kuimarisha juhudi za pamoja za kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana wenye ulemavu. Haya yanajiri kufuatia utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia maswala ya wanawake mwaka 2019 ambao uliashiria kuwa asilimia 73.1 wanawake wenye ulemavu wamewahi kukumbana na aina moja au nyingine ya ukatili wa kijinsia. Takwimu kutoka shughuli ya kuhesabu watu ya mwaka 2019 nchini Kenya ziliashiria kwa asilimia mbili nukta mbili ya Wakenya ni watu walio na ulemavu sawa na takriban watu milioni tisa. Takwimu hizo pia zilibainisha kuwa asilimia moja nukta tisa ya wanaume wana ulemavu ikilinganishwa na asilimia mbili nukta tano ya wanawake. Aidha, utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake mwaka 2019 ulionyesha kuwa asilimia 73.1 wanawake walio na ulemavu wamepitia aina fulani ya ukatili wa kijinsia katika maisha yao.

Watetezi wa haki za watu walio na ulemavu wameelezea wasiwasi kuhusu hali hiyo, wakitaja kiwango cha chini cha uwakilishi wa wanawake wenye ulemavu katika nafasi za maamuzi, ukosefu wa elimu bora, na changamoto za ajira kama baadhi ya sababu zinazochangia ukatili huo.

Wakati wa kongamano la siku mbili liloleta pamoja wanaharakati wa haki za wanawake wenye ulemavu kutoka Kenya, Rwanda na Mali, mashirika mbalimbali ya mbali kutetea haki za watu wenye ulemavu yalitoa wito wa ufadhili wa muda mrefu ili kusaidia huduma muhimu kama vile utetezi wa haki za watu wenye ulemavu. And this is really a kongamano uh, hilo chini ya kauli mbiu kuwaweka waliotengwa katikati, lilisisitiza haja ya mshikamano na juhudi za pamoja za kutekeleza maslahi ya watu walio na ulemavu. Kasi cha namasha darubini